E, bwana, hii ni taarifa ya huzuni sana. Ni taarifa ya ajali ambayo imempata mtangazaji Aza Kamendu, Mwana habari huyu. Kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe ametoa taarifa rasmi, na maswali mengi tu alikuwa anajiuliza imekwaje. Basi kamanda anatuweka wazi hapa kwenye taarifa hii, karibu sana. Usisahau kusubscribe, hii ni Matukio Online TV. Mimi naitwa Ngangambe, karibu Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Songwe, Mbeya, kamishna msaidizi huyu ni mwandamizi Agustino Senga bwana, amethibitisha kutokea kwa ajali mbaya ya barabarani iliyouua mtu mmoja na imeharibu magari mawili. Ajali hiyo imetokea saa moja asubuhi Novemba 14, 2025 katika eneo la Senjele, wilaya ya Mbozi, barabara kuu ya Tunduma Mbeya. Wote walishtushwa na taarifa hii ilipotokea, lakini jeshi linaendelea kufafanua na kuondoa baadhi ya maswali kwa watu. Sasa, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda uh, Senga anasema ajali hiyo ilihusisha gari aina ya, ya lori lenye namba T.717DWD/T.847DQT mali ya Midwest Minerals Limited ambalo lilikuwa likitoka Tunduma kuelekea Mbeya. Lori hilo bwana, likagongana uso kwa uso na gari la Toyota Land Cruiser namba SU, mali ya Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMR. Katika ajali hiyo, dereva wa NIMR, Aza Kamendu mwenye umri wa miaka 39, mkazi wa Mbeya, akafariki dunia papo hapo. Magari yote mawili yaliharibika vibaya mno, kama unavyoona kwenye picha. Kamanda wa Senga amesema uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa chanzo cha ajali hiyo ni dereva wa lori ambaye alianza kufanya makosa, yani kujaribu kupita magari mengine katika eneo hatarishi bila tahadhari, hatua iliyosababisha kugongana uso kwa uso. Jeshi la polisi limeendelea na msako mkali kumtafuta dereva wa lori hilo ambaye alikimbia mara baada ya ajali na hadi sasa hajapatikana. Kamanda Senga ametumia nafasi hiyo kuwataka madereva kuzingatia sheria, alama na michoro ya barabarani ili kuepusha ajali zinazoweza kuzuilika.